Hiki ni kijiji cha Masagara. Kama ilivyoada, sikukuu ya Jumatatu ya Pasaka hiyo iliyopita katika kijiji hiki nao baadhi ya watu walisherekea akiwemo binti huyo ambaye alitoka nyumbani akiwa amevalia mavazi yake nadhifu, akasogea eneo ambalo lipokuwa ukipigwa muziki wa disco kama sehemu ya sherehe ya sikukuu ya Jumatatu ya Pasaka kabla ya muziki kufungwa. Binti huyu wakati akirejea nyumbani majira ya saa 2 usiku kutoka kwenye eneo hilo la muziki, umbali wa takriban mita 500 hivi akafuatwa na vijana waliojificha sura zao kwa kujifunika wakamkamata. Sikia nimekamatwa huku nyuma na watu ambao siwajui, wamejiziba uso, wakaniziba mdomo fika kwenye mti, wakaniwekea kwanza leso mdomoni ili nisipige kelele, wakaniburuza mpaka huku kwenye mashamba ya rizeti, wakanipiga wakanipiga, wakamweza, wakanifunga kamba mikononi mpaka nikapoteza fahamu. Kadri muda ulivyoendelea kuyoyoma, nyumbani napo wazazi baada ya kumkosa binti yao hapo nyumbani, wakaanza kumsaka. Basi katika kutafuta, tumekuja tukapita huko kwenye marizeti, tulivyofika nikakuta lasta hizi. Basi nikawaita dada zake, nikamwambia njooni, mje muone lasta hizi hapa, hizi lasta ndizo alizosukia. Kwa hiyo huyu mtoto hayuko mbali, atakuwa ipo mazingira tu ya karibu. Tukaanza kutafuta, kuna mashimo hapo walifyatuaga tufali, tukaenda tukachungulia, tukakosa Tulivyokosa tukarudi tukazunguka tukakosa, tukarudi. Mara ya tatu tukapita hivi, ndio tukaja kwenda kumkuta kwenye mti ule pale. Wapi? mti ule. Wap, pale twende. <laughs> Ukamona mtu kakaa hapo kafungwa kamba kwa nyuma, alafu kawekewa tambala mdomoni, huku manywele yaliyobaki yanabembea. Tukaanza kupiga mwano, tumepiga mwano watu wakajaa. Baada ya kupigwa la mgambo, wapo walijitokeza kumshuhudia binti huyo akiwa mahututi. Tukafika pale tukakuta yule binti amefungwa kamba na amewekewa kitambaa mdomoni. Walikuwepo watu wengi na wote waliamini kwamba amepoteza maisha, lakini mimi nilisogea kwa karibu na kumtazama, nikagundua yule bado ni mzima, anapumua. Ndipo nilipomtolea kitambaa mdomoni na kumfungua kamba na kumleta eneo la nyumbani kwao na kisha kumtafutia usafiri kumpeleka kwenye huduma. Serikali ya kijiji cha Masagara imethibitisha tukio hilo la ukatili na kumtia nguvuni kijana mmoja ambaye anatuhumiwa katika tukio hilo, akasema ngoja nifunguke na hilo hilo, lakini la kwamba lakini alitumwa dili kweli, alipewa shilingi elfu tatu akafanya kazi aliyoifanya, ni ya kumkamata yule binti, akambeba mpaka akampeleka huko kwenye chini ya mti, lakini yeye akawa amemaliza kazi yake baada ya kusema kwa kusema kwamba binti yangu kwamba alikuwa amebakwa na watoto vijana watatu, kumbe wapo wanne ila mpaka sasa hivi mwandishi wa habari watatu hawajulikani pale walipo. Nimezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao, amethibitisha jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi huku likiwa linamshikilia kijana mmoja aliyekamatwa na serikali ya kijiji cha Masagara akituhumiwa kuhusika na tukio hilo ambalo limesikitisha wengi. katika kijiji cha Masagara kimetuhuzunisha sana na baada ya kutuhuzunisha, kimetufanyia dharau katika kijiji chetu. Kwa kweli, kama ni hivyo, tutakwenda na, na hali kama hiyo, kijiji hakitokwenda. Juma Kapipi, habari ukiendi Tabora.